Pendwa, msikilizaji na mtazamaji wa Kipalapala Seminari Online TV, kama unavyojionea ni msafara ambao umetoka moja kwa moja katika parokia ya Mtakatifu Yosefu hapa Kipalapala, Jimbo Kuu Katoliki la Tabora, likimsindikiza Askofu msaidizi mteule Padri Josaphat Jackson Bududu, ambaye alikuwa paroko katika parokia hiyo, kuelekea katika kanisa kuu la jimbo la Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu. Msafara huu umewasili salama jimboni Tabora, ambapo askofu msaidizi mteule amepokelewa na Mwadhama Protasi Kardinali Rugambwa, askofu mkuu wa jimbo kuu katoliki la Tabora. Amepokelewa na balozi wa Baba Mtakatifu nchini Tanzania, Askofu Mkuu Angelo wa Katino, pamoja na Askofu Eusebius Mzigilwa ambaye ni makamu rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania. Amepokelewa pia na maskofu, mapadre, watawa, watoto wa kipapa na waamini, ambao furaha na cheko la roho ndilo lililojaza mioyo yao, midomo yao ikitamka maneno ya kongole na heko. mapokezi hayo yameenda sambamba na masifu ya jioni, masifu ya shangwe, ikiwa ni vigilia kuelekea kuwekwa wakfu kwa askofu msaidizi mteule hapo kesho tarehe ya 25 mwezi wa 5 mwaka wa Bwana 2025. Masifu haya yejioni ya jioni yameongozwa na mhashamu askofu Christopher Ndizee, askofu wa jimbo katoliki la Kahama na katika masifu ya jioni, askofu msaidizi mteule Padi Josaphat Jackson Bududu amekiri kanuni ya imani, lakini pia ameweka kiapo cha uaminifu. Ninasadiki na kuungana yote na kila moja ya yale katika kanuni ya imani yetu. Kukiri imani na kuweka kiapo cha uaminifu ni kuthibitisha msimamo wa imani na kanisa. Kiapo hiki ni uthibitisho kuwa askofu anakubali na kuthibitisha mafundisho yote ya kanisa Katoliki hasa yale yanayohusu imani na maadili. Hii ni njia ya kuonyesha kuwa yeye ni mfuasi wa kweli wa Kristo na mlinzi wa imani. Kujitoa kwa ukamilifu kwa huduma kwa kuweka kiapo, askofu, anaahidi kuwa atatumikia kanisa kwa uaminifu na bidii bila kukwepa au kufifisha mafundisho yake. Hii ni sawa na hadhi ya kujitoa kikamilifu kwa wajibu wake, lakini pia kufuata mfano wa mitume katika agano Jipya. Mitume walikuwa waaminifu kwa Kristo na kanisa. Kiapo cha askofu ni kuendeleza kwa mfano wa uaminifu na uadilifu katika uongozi wa Kristo kuhakikisha umoja wa kanisa kwa kukiri imani na kuahidi uaminifu, askofu anasaidia kudumisha umoja wa kanisa, kuepusha mafarakano na kuhakikisha kwamba mafundisho ya kanisa yanafuata mwongozo wa Kristo. Lakini pia kwa kukiri imani na kuweka kiapo cha uaminifu, inaonyesha kuwa askofu yuko tayari kufanya kazi kwa ajili ya wale anaowakilisha bila kuogopa shida au mateso. Ni kama njia ya kujitolea kwa Mungu na waamini. Katika masifu haya ya jioni yamekolezwa na homilia fupi iliyotolewa na Mhashamu Askofu Christopher Ndizee, na katika masifu haya pia ya jioni, kabla ya baraka ya mwisho, Askofu Christopher Ndizee amebariki zana za kiaskofu ambazo askofu msaidizi mteule atakabidhiwa sasa rasmi hapo kesho atakapowekwa wakfu kama askofu msaidizi wa jimbo kuu Katoliki la Tabora. Amebariki mitra, zucheto, fimbo ya kichungaji pamoja na pete, na askofu msaidizi mteule Padri Josaphat Jackson Bududu anaongozwa na kauli mbiu yake, mapenzi yako yatimizwe, kwa lugha ya Kilatini Fiat Voluntas Tua, akirejea katika Injili ya Mathayo sura ya 26 aya 42, na hii ni kuthibitisha kuwa yuko tayari kufundisha watu wa Mungu kadiri ya mapenzi ya Mungu, kwa takatifu za watu kwa sakramenti na sadaka, akiwa mfano wasadaka binafsi katika maisha lakini pia kuwa daraja kati ya watu na Mungu na kuwa daraja kati ya watu na kanisa. Masifu haya ya jioni yamehitimishwa na baraka ya mwisho kutoka kwa Mhasham Askofu Christopher Ndizee.